Makamu mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tanzania Bara, John Heche amekamatwa leo Jumatano, muda mfupi kabla ya kuingia katika viunga vya Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, katika tukio lililoshangaza viongozi wa chama chake na kuibua maswali kadhaa kuhusu sababu za hatua hiyo. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika Heche alikamatwa ghafla na askari wa jeshi la polisi wakati akielekea mahakamani, ingawa mpaka sasa chanzo rasmi cha kukamatwa kwake hakijawekwa wazi. Ni kweli tumepokea taarifa kwamba makamu mwenyekiti wetu amekamatwa ghafla akiwa anaingia mahakamani. Mpaka sasa hatujapata taarifa yoyote rasmi kutoka jeshi la polisi kuhusu sababu za kukamatwa kwake, alisema Mnyika, akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam. Mnyika alibainisha kuwa alipokea taarifa hizo kupitia simu kutoka kwa mmoja wa wasaidizi wa karibu wa Heche ambaye alimweleza kwa kiongozi huyo alipelekwa katika kituo cha polisi Central Police Station kilichopo katikati mwa jiji la Dar es Salaam. Mmoja wa wasaidizi wake alinipigia simu muda mfupi baada ya tukio kutokea, na aliniambia kuwa Heche amepelekwa Central. Kwa sasa timu ya mawakili wa chama chetu imeelekea huko kufuatilia kwa karibu hali yake na kujua sababu kamili za hatua hiyo, aliongeza Mnyika. Na kuna kesi dhidi yetu viongozi wa chama tukitakiwa ku, kukamatwa kwa kile kinachoitwa kukiuka amri ya mahakama. Kwa kesi zote mbili zinatakiwa kuendelea hapa mahakamani, muda huu ndo tunasubiri kuingia kuanza kesi. Sasa kuna tukio limetokea, tumeona tuwaite, tuwa brief. Tumetaarifiwa kwamba makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Heche wakati anaingia kwenye geti la mahakamani muda mchache uliopita amechukuliwa na polisi na wameondoka naye. Nimepigiwa simu na mmoja wa wasaidizi wake vilevile vile. Muda mchache wakati nakuja kuzungumza na nyinyi amenitaarifu kwamba wamemwingiza kituo cha polisi Central. Sasa mwaita kusema mambo mawili. La kwanza ni kutoa mwito kwenu wanahabari, sababu tukio hilo limetokea kwa ghafla hapa na wengi mlikuwa juu kuweza kuwasiliana na newsroom zenu ili kwenda kufuatilia hilo tukio kituo cha polisi kati, au kama wamemhamishia kituo kingine cha polisi, basi kufuatilia tukio, tukio hilo. Tukio hilo limeibua taharuki miongoni mwa wanachama wa Chadema, wafuasi wa upinzani na wadau wa siasa nchini hasa ikizingatiwa kuwa Heche ni mmoja wa viongozi wanaotambulika kwa ujasiri na ushiriki mkubwa katika mijadala ya kitaifa inayohusu mustakabali wa siasa na demokrasia nchini Tanzania. Mashuhuda waliokuwepo katika eneo la mahakama kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, wamesema Heche alifika katika eneo hilo majira ya saa nne kamili asubuhi akiwa ndani ya, aki ya gari binafsi akifuatana na wasaidizi wake wawili. Waliposhuka katika eneo la kuingilia mahakamani, askari waliokuwa eneo hilo walimzuia hafla kabla ya kumchukua kwa mahojiano mafupi na kisha kumpakia katika gari la polisi. Mashuhuda hao walisema tukio hilo lilitokea kwa haraka na lilivuta hisia za waliokuwepo katika eneo hilo, huku baadhi ya wananchi waliokuwa karibu wakijaribu kurekodi video za tukio hilo kwa simu zao. Haikuwa kama tukio la vurugu, lilionekana kama maelezo maalum. Askari walimzunguka kwa muda mfupi, wakazungumza naye kwa sauti ya chini, kisha wakamchukua, alisema mmoja wa mashuhuda aliyekuwepo eneo la tukio. Katika mazungumzo yake na waandishi wa habari, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika alisisitiza kuwa chama chake kinachukulia tukio hilo kwa uzito mkubwa na kimeanza kufuatilia kwa karibu ili kujua sababu halisi za hatua hiyo ya kukamatwa kwa Heche. Alisema, tunaendelea kufuatilia kwa karibu na tutatoa taarifa rasmi mara tutakapopata ufafanuzi kutoka jeshi la polisi. Kwa sasa hatutaki kutoa tafsiri yoyote mpaka tupate maelezo kamili. Mnyika aliongeza kuwa chama hicho kimewataarifu mawakili wake waandamizi ili kuhakikisha haki za Heche zinaheshimiwa wakati wote wa mchakato wa mahojiano au uchunguzi utakaofanywa na vyombo vya dola. Wakati hali ikiendelea kufuatiliwa, Chadema imetoa wito kwa wanachama wake na wananchi kwa ujumla kuendelea kuwa watulivu, ikisisitiza kuwa chama kitatumia njia za kisheria kufuatilia swala hilo. Tunaomba wanachama wetu na wafuasi wote wa Chadema nchini kote wasiwe na wasiwasi, bali waendelee kuwa watulivu. Tunaamini haki itatendeka na taratibu zote za kisheria zitafuatwa, alisema Mnyika. Aidha aliongeza kuwa chama hicho kinaamini katika kuheshimu sheria na utaratibu wa nchi, lakini pia kitakuwa makini kuona kwamba haki za viongozi wa chama chake hazivunjwi wakati wa mchakato wote wa uchunguzi. Hebu tuangalie kwenye muktadha wa kisiasa wa tukio hili. Tukio la kukamatwa kwa Heche linakuja katika kipindi ambacho siasa za Tanzania zimekuwa zikihusisha mijadala mikali kuhusu nafasi ya vyama vya upinzani na uhuru wa kisiasa. Kwa muda wa miezi kadhaa sasa, baadhi ya viongozi wa upinzani wamekuwa wakilalamika kuhusu kile wanachokiita mazingira magumu ya kisiasa, ingawa serikali imekuwa ikisisitiza kuwa haki za kisiasa zinalindwa na kwamba vyama vyote vina uhuru sawa wa kufanya shughuli zao. Wachambuzi wa siasa wanasema kukamatwa kwa kiongozi mwenye hadhi ya juu ndani ya chama kikubwa cha upinzani ni tukio lenye uzito, hasa likizingatia kuwa Heche ni sehemu ya uongozi wa juu unaosimamia mikakati ya kisiasa ya chama hicho. Mwanasiasa huyo pia amekuwa akionekana mara kwa mara katika mikutano ya hadhara na mijadala ya hadharani kuhusu mustakabali wa katiba mpya na mageuzi ya kisiasa nchini. Lakini baada ya taarifa za kukamatwa kwa Heche kuanza kusambaa katika mitandao ya kijamii, baadhi ya mashirika ya haki za binadamu yameanza kutoa kauli, yakitoa wito wa uwazi wa kufuatwa kwa utaratibu wa kisheria. Shirika moja la kimataifa linalojihusisha na masuala ya haki za kiraia lilitoa taarifa fupi kwa vyombo vya habari likisema tunaamini kuwa kila raia, awe mwanasiasa au la, anapaswa kupata haki ya kisheria ya kufahamishwa sababu za kukamatwa kwake na kupata nafasi ya kutetea haki zake kwa mujibu wa katiba. Mashirika hayo yamesisitiza kuwa umuhimu wa taasisi za dola kuhakikisha kuwa hatua yoyote ya kisheria inafuata misingi ya uwazi na uwajibikaji, ili kulinda imani ya wananchi kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Nam, hayo ndiyo yaliyojiri juu ya tukio la kukamatwa kwa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Heche mapema hii leo. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye hayo, lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi kiganjani mwako. Swala hili tutakapopata taarifa za ziada tutawa, tutawa brief. lakini sasa tumeona tuitoe kama breaking news kwa makamu mwenyekiti ame, amechukuliwa na polisi, na mimi mwito wangu polisi Rai yangu kwao, naamini hawajasema sababu kwa sababu tukio la ghafla, kabla hata kuijua sababu. Lakini mtakumbuka kwamba idara ya Uhamiaji ilitoa taarifa kwa umma ikidai kwamba makamu mwenyekiti alikwenda nje ya nchi kinyume na utaratibu, taarifa ambayo haikuwa ya kweli. Sasa inawezekana kabisa kukamatwa kwake kunaweza kukawa kunahusiana na, na taarifa hiyo. Kama kukamatwa kwake kunahusiana na taarifa hiyo, ni jambo la kusikitisha sana Polisi kutumia taarifa ya isiyokuwa ya kweli ya uhamiaji kumkamata. Mimi ninafahamu kwamba kulikuwa tayari kuna njama huko nyuma ya kutafuta namna ya kutukamata viongozi kabla ya tarehe ishirini na tisa mwezi Oktoba, kwa vitatumika visingizio mbalimbali. Hata mimi pamoja na kuwa niko huru sasa na nitakwenda kushiriki hiyo kesi iliyofunguliwa dhidi yetu kutafuta amri ya mahakama kutaka kutuweka ndani, lakini naweza tukatoka tuka hapo tukakamatwa tu kwa sababu nyingine yoyote, kwa sababu kuna kuna jitihada za kujaribu kutuweka ndani mpaka no baada please ya tarehe ishirini mwezi, mwezi uh, na tisa mwezi Oktoba. Kwa hiyo tupeane nafasi sasa, tufuatilie swala hili kama nilivyoomba wanahabari, mfuatilie lakini vilevile mawakili wetu wanakwenda sento kufuatilia. Asanteni sana.